vile ambavyo mwenyekiti amesema na hata chaplain amesema sasa. Wametoka katika kitengo cha kijiji na wameingia katika kitengo cha nini cha national, ile mushene huko kijiji. Sasa wewe unaachana nayo eh? Wewe ni mtu unaangalia mambo makubwa mambo kwa hivyo hiyo ni njia ya kusema kwamba tuko tayari kutembea katika kikundi cha kina mama katika kutafuta uokovu wako mwenyewe, uokovu wa familia na hata wale ambao muko karibu nao, tuwaombee, tuwasaidie, ili imani ikaweza kuendelea kutiwa nguvu kati yetu, um. Nimekuwa katika maparokia, nimefurahi kuwa karibu na kikundi cha kina mama, na kila wakati nilipokuwa naambiwa na, na mwenyekiti kwamba kina mama wanakuja ku, kuwatembelea, nilikuwa nina furaha sana kwa sababu nilikuwa najua hao kina mama wakija hawako wanakuja tu mkono mtupu. Kwa hivyo mlikuwa mnatupa matumaini sana. Wakati ambapo tunasikia kikundi cha kina mama kinakuja, tunapata matumaini sana. Na hata leo nilipokuwa nimeambiwa nakuja kwa hii misa nilifurahi, si nimetoka na maasha <laughs> na hata mwenyekiti amesema nikipita huko ni kwenye maji. Shida ni kwamba hakusema ni maji nyeupe kabisa kama ni maji ambayo yamewekwa rangi. Sasa nafikiri kabla sijaenda, tamuliza nataka nikunywe maji ya aina <laughs> gani? kwa hivyo, asante asante kina mama. Najua kuongoza kikundi chochote sio rahisi, na zaidi kuongoza kina mama pia sio nini, si rahisi, lakini mimi najua kina mama wakiwa na upendo hakuna kile hawawezi kufanya. Kikundi hiki watajitolea kwa vyote vile kuhakikisha kwamba kikundi kimeendelea, na kikundi kina kinanaulia tujitolee katika kuimarisha kikundi hiki chetu katika jimbo letu viongozi hawa wamekuwa huja kwangu na wakati mwingine wamekuwa wamekuja wanalia. Na unajua, mwanamke ukiona anakuja kwako ku analia, huwa haujui kilio hicho kama ni cha uchungu ama ni cha furaha. Wamekuwa unajua, mwanamke atakuwa anapiga bwana na, na yeye analia yes. <laughs> Unafikiri ya i yanapiga kumbe ya, yanapiga na yeye anapiga. Kwa hivyo napongeza viongozi wetu, wamekuwa wakifanya kazi nzuri. Ni kazi ngumu, wamejitolea kuja kutoka manyumbani katika mikutano mipangilio, na hiyo yote ni kazi ya kujitolea. Na washukuru nawashukuru sana, na kwamba mmeendelea kuweka kikundi kiwe na nguvu tunashukuru. Sisi tuko tayari kutembea pamoja nanyi. Baba Mtakatifu katika sinodi anasema tutembee pamoja, tutembee pamoja. Mapadri wasitembee haraka sana, wasahau kondoo nyuma, na kondoo pia wasitembee mbio sana, wasahau pia mchungaji nyuma. Tutembee pamoja na nikuhimiza ushirikiano. Tukishirikiana katika parokia zetu zitaweza kunawiri, parokia hizo zitaweza kuwa na nguvu. Ili mwambia labda wakati mwingine hapo kwamba kanisa la sasa la Afrika ni kanisa linaloitwa kujitegemea. Tujitegemee katika kujiingilisha, kwamba wale wa kuongoza injili mapadri lazima wawe wa kutoka wapi? Hapa hatuwezi kuangalia nje, kutarajia wengine wa nje ndio watakuja kutuhubiria. Lazima wawe ni watoto wetu ambao wametoka hapa. Kanisa ili liweze kuendelea, lazima sisi sote tushiriki, ili kufanya kanisa letu lijisimamie na lijitegemee. Na ili lijisimamie na lijitegemee ni jukumu lako na langu. Tunaitwa kujitolea, wewe ujitolee na mimi nijitolee, tujenge parokia hiyo yetu. Tujitolee tujenge kanisa letu, tujitolee tujenge vitu ambavyo tunahitaji vya kusaidia kuendeleza. Na mimi nina matumaini tunaweza, mimi nina matumaini tunaweza, tuondoke katika sehemu ya kuo- ya kuomba komba. Niliwaambia tulienda Roma siku moja mwaka uliopita, mwezi wa, nafikiri ilikuwa ni mwezi wa Agosti, na tulikuwa tunatembea kule tukitembea katika idara tofauti tofauti, na kila idara tuli tunaenda tunawaambia vile imani inaendelea Afrika, na pia tunawaambia mahitaji yetu. Na tukiwaambia mahitaji yetu, tulikuwa na matarajio kwamba watatuambia tutawasaidia ama hatuta, nini, hatutawasaidia. Kwa hivyo tuliendelea tukafanya hivyo mahali ambapo Tuka mwisho tukaomba hivyo, wakatuambia santeni sana kwa kutembea lakini hapa sio banki, hapa sio nini, hapa sio banki. Na mimi nikasema kweli banki yetu ni mimi na nani na wewe, sisi ndio tutafanikisha kueneleza injini katika parokia zetu na mimi najua kina mama, mkiwa mstari wa mbele katika parokia, parokia zitapata namna ya kujikimu, zitapata namna ya kuendelea, tuone mapadi wetu, watawa wetu wana chakula. Naweza kuwa kwa parokia nafata, kumbe wewe unaonaka na kasirika, tuja kumbiri, kumbe nimjaa na msukua nini, hamjampa kitu sasa wa? Kwa hivyo tuangalie kwamba wana kitu wale wataka, wana kitu cha kula, wana mahala pa kukaa, wana namna za kuwawezesha kuhubiri katika parokia hizo. Hivyo ndivyo tunajiendeleza, na hivyo ndivyo kanisa letu la Afrika litaweza kujitegemea. Tumepiga hatua kubwa, mahali ambapo tumefika ni mbali. Tuendelee tia mkazo, tuendelea kutia bidii hiyo, ili hatimaye kanisa hili letu ndilo tumaini la kanisa duniani. Kanisa la Afrika ndilo tumaini la kanisa. Kwa hivyo, tusiwe wa kukata tamaa, moto huo wa matumaini uendelee kuwaka moyoni mwetu fanya kazi ambayo Mungu ametuitia, tukaweza kufanikisha kanisa na kanisa likaendelea kutekeleza majukumu yake. Asanteni kwa kuwa karibu katika parokia zetu, kila wakati mnapoitwa muko karibu kusaidia. Asanteni, ninajua kila mara nikienda katika parokia kikundi cha CWA kinangana tusaidie kung'arisha pia vijana wetu. Ilijuzi tume la maaskofu wa Kenya ilianza tume ya vijana, kwa sababu tumetambua kwamba hatutembei na vijana wetu. Hatutembei na vijana wetu tutembe wanapitia magumu, wamekosa kazi, wengine wamekosa wachumba, sio nachaka, wamekosa wachumba eh? Chumba sababu eh? wengine hata akipewa bibi yake, kukaa na bibi namna gani eh? Kwa hivyo tutembee na wao, tuwasaidie na hii jukumu hatuwezi kufanya sisi peke yetu, na itaki tukae na nyinyi CWA CMA, tujue huyu mtoto tunafukuza katika njia gani, huyu mtoto tunamsaidia katika njia gani. Kwa hivyo tushirikiane katika jambo hili. Tunaweza kuendelea kama CWA ama CMA, lakini hawa wana yuko wetu tusipowashikilia mkono na tuwonyeshe njia, basi pale mbele haitakuwa sawa sawa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ningependa kuwatupia, ili hata mukiketi katika vikao vyenu, mikutano yenu, musisahau ajenda ya vijana ya vijana, tusisahau ajenda ya vijana, kwa sababu hao ndio watakuja kuchukua nafasi yenu katika chama kama hawajakuzwa na kulewa vizuri, basi haitakuwa sawa. Kwa hivyo nashukuru wale waliowafunza. Mafundisho uliyoyapokea basi tuyaweke katika matendo, na ya kusaidie katika kukuza imani yako, ya kusaidie kushirikisha na wengine katika imani Katoliki. Wale ambao wamepewa vitambaa leo, kulete na wengine, sivo? Yes. Lete na wengine next year, labda tukafanyia hapa ndani, sababu tunaona hapa tayari imejaa, ndio tukafanyie kule uwanjani. Kila mmoja ukilete mama mwingine mmoja ambaye hajawahi ingia sita, ndio ulete, mshike mkono, sikila mtu ako na rafiki, si kuna ule unaweza kumshika mkono, umwambie wewe, mimi nakufa na wewe, twende tu waonyeshe Kristo. <laughs> akumaadili yangu yule mama aliyeuliza, aliyeulizwa Yesu Kristo, unajua Yesu Kristo? <laughs> akasema hamjui, labda akuuliza huyo jirani yeye. Eh, tumlete mwingine ajue Kristo, Kristo na atembee katika maisha ya imani.